Kupita lakini amefanywa madhambi tena. Idd Selemani Nado alianzishiwa mpira, wakati atakwenda kudhibiti mambo atakuwa vipi? Kipenga kimesikika. Faisal ameanza, ameudhibiti mpira Nado. Ni, Idd Nado, goli ya Malo. Linamshangaza wa golikipa Musa Malik, anaangalia amehemwa, aelewi kilichotokea. Hiki ni nini dota? Ni goli ambayo limeanzia katika uwanja wa mazoezi, sio kwa bahati mbaya. Alipitishiwa, kaudhibiti udhibiti, kwanza akanyosha mpira ambao umevuka nyota ambao wako pale, na moja kwa moja ukaingia kambani. Amejitahidi kuruka Musa Malik, lakini wapi, haikufanikiwa. ni Azam FC ni wahoka mikate wa Azam Complex. Lucas Kikoti haya, ujaribu kuingizwa ndani ya box na za nani katika nafasi. Ni Fabrice Ngoyi wa Ngoyi. <fighting noise> anapiga kili wazenza, anauweka mzani kati na kuwafanya Azam wastaajabu wanachokiona, wananyanyuliwa mashabiki wa Southern Killers. Wawaji wa kusini wanajibu mapigo. Lukasi Kikote alumeida mpira mrefu ule, aliujaza na moja kwa moja Habat Lukindo akakutana nao akamtengea Fabris Ngoi kadaifu kiwa juu na kaujaza ndani ya kamba, chubwi! Mpira mingia, tazama hii, alimtengea Fabris Ngoi Wangoe akamwambia hapana, hizi shughuli naziweza nazifanya sana muda mrefu, tangu akiwa kwao Congo Tanzania kwenye kikosi cha kita Yose, baadaye Tabora United na sasa TRA United. Lakini yupo na soti. Mpira mrefu umepitishwa katika njia, anaondoka nao Heriti Ebeneza Makambo. Makambo amef upande wa kushoto, mwamuzi anaifunika pale. Ni penalti, imepelekea kupata mkwaju wa penalti na wanamfuata wachezaji. Tazama, Makambo aliondoka na mpira kwa kama anaukosa kosa hivi kwa guu lake la kushoto, kwa ubakisha upande wa kushoto. Hapa alipita nao, ikawa kama anaukosa unabugudhi bugudhi, Mamadu Yorodiabi akaenda kupita kwa mbele yake. Tazama, aliondoka nao Makambo, alienda nao mbele zaidi, akaingia ndani ya box. Mamadu Yorodiabi akapita kwa mbele, Makambo akafanya ujanja mwingi akaamua kujirahisisha na kwenda zake chini, ambayo mwamuzi kaona nastahili kuwa penalti. Naenda kamsikilize laini ambaye anaonekana kama ana mtazamo tofauti. Sasa anakwenda Tatu Malogo kwenda kumsikiliza, nakwenda kuongea naye pale. Kuna shura sasa inafanyika kati ya line one Francis Liwa kutoka Mbeya na Tatu Malogo kutoka Tanga, anakwenda kubaliana, nasema iweke pale yaani licha kuongea na laini hakuna kilichobadilika, mpira uwekwe pale, hiyo ni penati. Issa Fofana ni yeye, kwenda kumkabiri Lucas Kikoti Almeida, wengine wanamwita mtakatifu wa kusini. Jaribio hili, kipenga kimesikika. Lucas Kikoti anakataliwa, na wamesafisha kabisa. Azam ni Issa Fofana. Mbona mnaipoza mechi? Alikuwa anasogea na mpira Makambo akapita mbele, Diaby Yoro Mamadou, mwamuzi akasema hapana, hiyo ni penalty. Lakini isivyo bahati penalty kutumika vema.